Mi nawashukuru sana ndugu zanguni mm. E, naondoka mm, sasa hivi tunaelekea Dar es Salaam inshallah mm, tuendeane inshaallah heri na nyie mfike salama, tuende majukumu mengine ya kuijenga nchi. Eh, kwa hiyo nawashukuru sana ndugu zanguni. Wengine mlikuwa mmerudi Dar leo, si ndio? Lakini mmegairi mmebaki. Eh, kwa hiyo nawashukuru sana basi, tutakae, safari njema, tukutane Dar. sisi tunataka tuchue ubingwa tu. Ndio, ndio, ndio, ndio plani yetu kisasa. Tulikuwa timu moja tu sio sasa, na timu moja na tushakilipa. Eh, tume enjoy <laughs> eh, sisi na tumekilipa. Sikae mbali na nyumbani jamani, wai nyumbani mapema tunawakaribisha yes, uh, sana siku ya Jumatatu mechi na Costa Union. Costa team flani hivi ngumu ngumu kwenye msimamo kama kidogo, na wao wanajitafuta, kwa lazima tuweke jitihada kwa pande zote, viongozi, wachezaji, benchi la ufundi na sisi mashabiki kujitokeza kwa wingi uwanjani. Yes, mechi inayofuatia tunacheza na Coast Union na mechi hiyo kama nilivyotangulia kutangaza siku ya jana ni mechi maalum kwa ajili ya kocha wetu Edna Lema. Tumekuwa na program nzuri ya kurugenzi ya ufundi kwa maana ya makocha hawa wa vijana, uh, timu za wanawake wapate nafasi. Kwa hiyo Edna Lema, ligi wanawake imesimama tumempa nafasi ya kuja kwenye senior team kufanya mazoezi kuchukua ku, ku, experience na yeye kidogo kwa Hamdi pale kwao. Mtamwona Edna kwenye programu nzima za wiki hii kuelekea mechi ya Coast kuanzia training, press conference mpaka kwenye bench siku ya mechi.